Eh bana, amekuwa blessing sana leo. Ni siku nzuri kabisa, tumekutana na mtoto mzuri, au bana? Huyu hapa anaitwa Anpendeza, lakini unaweza wakamwita Pendeza, amependeza kweli. Kwa kweli sisemi, sina cha kusema kusema zaidi ya kusema hongera. Kwanza Asante na shukrani, umependeza. Asante hongera pia kwa siku yako ya kuzaliwa. Asante na shukrani. Hii ni kamera ya 69 Media, iko hapa, imemnasa leo pendeza kwenye birthday yake na tuna mambo mengi. Huyu ni actors pia ni msanii, lakini pia anafanya mitindo. Jamani, leo mtindo wako si nani kwa kuvisha. Ah, kweli mwenyewe. Kuanzia dressing mwanzo mwisho hamna mtu alochangia. E, tuzungumzie siku yako leo special. Kwanza najua ni siku yako kuzaliwa na umefanya pendeza party naona, uh, watu wajua kali wamefika, masta mbalimbali wamefika huu oh, unajisikiaje siku ya leo kwa siku hizi zungumzia, na hasa kuna blessi za washikaji zako marafiki, ndugu na jamaa? Kweli najisikia faraja, furaha. Mtu anaacha kazi yake usiku sasa hivi, unajua mtu anakuthamini, anatoka huko alikotoka, anakufuata wewe, ni jambo kubwa. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana, ni wamenionyesha kiasi gani mimi ni ndugu yao na wananipenda. Ili kukosi kwa mda gani mpaka kuandaa moment kama hii kwa siku yako leo ya birthday? Uh, hapa kwanza shukrani ziende kwa Ruby, Rubina. Rubina ndo kaniandalia hili jambo. Kanabebe me party na kanifanyia. Kwa hiyo mimi nashukuru sana. Tumesikia stori za chini chini kwamba uko single. Uh, niko single. I'm hali, niko I'm huko single. Kweli niko single. Eh? Yuko Yeah. Hey bana, single. <laughs> Atuambie bana kwa siku una, unafanya vitu vingi, unaweza kuvimanage vipi? Unafanya actors, sanaa ya maigizo na maanisho, unafanya music, lakini pia unafanya mitindo, una manage vipi hivyo vitu vitatu kwa wakati mmoja? Kila kitu kina muda wake okay na muda wa kwenda kushuti, nina muda wa kurikodi, nina muda wa kukaa dukani kuuza pills. Kwa hiyo kila kitu kina muda wake, ukikipangilia vizuri, hamna kinachokushinda. Alright, unaizungumziaje sanaa ya maigizo kwanza, lakini pia ukitoka kwenye maigizo na sanaa ya Bongo Flavor? Ah, sanaa maigizo ninaipenda, napenda, nashukuru Mungu inanilipa vizuri. Yaani, nilianza mziki kabla ya la maigizo, lakini maigizo yamekuwa kwanza kunilipa zaidi ya muziki, kwa hiyo Nafurahia kile ninachokifanya na ninakipenda na sana. Unaambiaje timu ya Jua Kali leo kuja kusupport kwenye birthday yako? Pale kuna timu Jua Kali na nice to meet you. Jamani mimi nimefurahi sana. Yaani, sina cha kusema, wao wenyewe wanajua, wamekaa hapa niko nao lakini kwa nawatumia message. Jinsi gani? Na appreciate wao kuwepo hapa. Kwa hiyo wamenifanyia kitu kikubwa sana. Yaani, mimi ndio tu ananitikia tunakuja hapo hata kuja lakini nimejaribu kupita kwenye akaunti zako nimeona ngoma zako mingi, lakini sijabatika kuona nyimbo yoyote, labda na Mario kusa wasanii ambao wapo kwenye linki, na tunafahamu wewe ni mtu mkubwa, unaweza ukapiga simu moja tu bwana kwa Mario, umenielewa ukaomba support, unaweza ukapiga simu kwa Baraka Da Prince. kuna wasanii ambao wanachipukia kwako. Wewe umeplan kwa mwaka huu, ukiangalia hui ni Januari, Watu wanastart viprojekti zao mpya. A, mimi kila kitu naamini kwenye muda, muda ndio huwa unaamua kila kitu na Moda unaongea kila, kila kitu. mtu unapoonyesha wewe ni nani, unafanya nini, ni rahisi hata unapomfuata mtu kuomba support yake kukubalia, ukiwa unaonesha juhudi na bidii, sio tu kwa sababu upo unawafahamu. Ni lazima uwaoneshe bana, mimi nakiamini nachokifanya na nakipenda na, na, na ninaweza kukipambania kifike mbali. Hamna mtu ambaye anapenda afanye collabo na mtu ishie tu kupotea potea. Hayupo huyo mtu. Kila mtu anapenda afanye kazi ifike mbali. Kwa hiyo muda utafika. Alright, cha mwisho cha kumalizia cha mwisho, napenda kuambia tu muendelee kuni support and nawapenda sana sitowaangusha. Eh, hey, bana, amekuwa poa sana, mtoto mzuri huyu hapa, tumepiga naye story, anaitwa anpendeza, nauo imekuwa poa kinoma noma. mimi naitwa Chingling in the town The baddest mtumbao usisahau kusubscribe kwenye 69 Media kwenye YouTube, ch YouTube channel yetu pale ina utakutana alama ya aa, una subscribe lakini unabonyeza alama ya kengele, inakuwa umetufaa sisi kukua katika wakati mzuri. Asante sana kwa kutazama, tukutane tena wakati mwingine. Mimi ni Twaching Ai.